Ewe ah, mlewa unaistopisha serikali <laughs> kupea kazi yake kumkamata gaidi. Sasa ah, ah, usiweke hivyo. Ukiweka hivyo ni inakuwa ni mbaya zaidi. Mimi nilikuwa naisaidia serikali, nakusaidia wewe menisaidiajiaii